Naitwa Mercy Jemutai, muko katika darasa la kwanza. Shule yangu in, in, inaitwa Amazing Academy. Naitwa Rael Kebene. Mercy Jemutai ana ni mchukuu wangu, migogo. Sasa kwangu, huyu mtoto alikonjeka akiwa na miezi saba nane hapo hivi na sikukuwa nimegundua kwamba ako na ugonjwa wa moyo. Wakati alikonjeka akiwa mdogo, nikamtibu, na alikuwa na shida yenye ilikuwa inaonekana ni ugonjwa wa moyo. Sikukua nimegundua hasa, nikamtibu nikifikiria ni ugonjwa tu kawaida ya watoto hasa. Chemu alipoa, kwa hiyo ugonjwa yenye ilikuwa inaonekana kwa mwili yake, yaani kichwa ilikuwa imepasuka, ilikuwa imepanuka sana lakini nilitibu na dawa ya kienyeji mpaka akapona. Lakini ilifika wakati juzi, sio, ni mwaka mwezi wa pili hasa, nikampeleka hospitali huko Rivaro akatibiwa, lakini akaonekana ako na ugonjwa ya moyo. Sasa mimi nilishughulika wakati huo, lakini sasa sahii nilituma niende huko Mata Hospital. Niko na uzito sana, niko na watoto wangu wanane pamoja na watoto wa msichana wangu tena waliniwachia tu wakiwa wadogo, watoto wanne hasa mandugu wa Masi ni vijana watatu, alafu Masi ni wanne. Sasa nyumbani tukiwa na Masi mwili yake haikui mtoto, yani hakui mtoto nini hakui na haraka, yani mwili yake ni ndogo. na huwa anakuwa na mshtuko kwa roho yake, uwa namsaidianga mpaka mahali ndio afike shule, na anakuanga wiki sana mwili yake akuange na nguvu, alafu ataki kustushwa, yaani unaona roho sasa inaanza kupiga piga, lakini anakula tu vizuri, shida tu ni hiyo nini kutembea. Kwa majina ni Sally Boit. Mimi ni mwalimu mkuu katika shule ya Amazing. Jemutai amekuwa mwanafunzi tangia miaka nne iliyopita na amekuwa akiendelea vyema, ingawaje amekuwa na hitilafu mwilini ya kuonekana kwamba hajiwezi. Akienda nyumbani anaenda eh, kwa muda mrefu sana. Wakati mwingi anaomba msaada wa kubebwa kwa sababu miguu yake inakataa kutembea hata na, nafikiri sahiche masi angekua class 4, 5, 4. Angekua class 4 lakini ikakua ni ugonjwa ye ilimusumbua, ndio ikafanya ye akae hapo. Wengine wanaenda ye anarudi tu, akakaa hapo mpaka shule ikakua, sasa walianza imekua class 1 kakamavu hajakufa moyo, kufika shule hata ingawaje anafika kama muda umeenda, na huenda oksijen aifiki miguu pia. Ukitazama miguu yake ni nyembamba, na huenda hiyo ndio inafanya asiweze kucheza ama kuandika kwa haraka. habari ya shule. E, karibu nyeshewe na anafanya vyema, huwa akichukua nambari ya kwanza, mbili na tatu.